Naomba waheshimiwa madiwani wateule, nitoe mwongozo kidogo, na tukija hapa mbele, kama ni wewe ni thebea Kristo, utashika Biblia, kama ni Muislamu utashika Qur'an. Na haya ni utaratibu tu wa kawaida. Mimi Ramla Hamisi Abedi, na hapa nakuthibitisha kwamba nitaitumikia halmashauri ya mji wa Kondoa kwa uadilifu wangu wa udiwani na kuhifadhi na kulinda na kuitekeleza katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwanahamisi Juma Ali: nitaitumikia halmashauri ya mji Kondoa kwa uaminifu, kwa uwezo na moyo wangu wote, ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. mimi isaidi kambi, nathibitisha kwa dhati kwamba nitaitumikia halmashauri ya mji Kondoa Wadhifa wangu wa udiwani, na kwamba nitahifadhi kutalinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria za Tanzania, maadili ya madiwani na kanuni za kudumu za halmashauri kama zilizowekwa kwa mujibu wa, wa sheria. Mheshimiwa Zainab Haru Ahmed, mimi Zainab Haru Hemedi, Hemedi ambaye ni diwani wa kata ya Chimchimu ninatamka na kuahidi kwamba nitatii na kutekeleza mambo yanayohusiana na tamko la maslahi katika shughuli mbalimbali za halmashauri, biashara, mali na kadhalika, na kwamba nitazifuata kanuni za maadili ya madiwani e, Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Furaha Hasani Muhamedi, diwani viti maalum, natamka na ahidi kwamba nitatii na kutekeleza mambo yanayohusiana na tamko la maslahi katika shughuli mbali mbalimbali za halmashauri biashara mali na kadhalika, kwamba nitazifuata nita kanuni za maadili ya udiwani. Harun Said Hante. Mimi Harun Said Hante nathibitisha kwa dhati kwamba nitaitumikia halmashauri ya mji Kondoa kwa wadhifa wangu wa udiwani na kwamba nitahifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Saidi Isandwata. Mimi Saidi Isandwata, ambaye ni diwani wa kata ya Kondoa mjini, natamka na kuahidi kwamba nitatii na kutekeleza mambo yanayohusiana na tamko la maslahi katika shughuli mbali mbalimbali za halmashauri, biashara mali na kadhalika na kwamba nitazifuata kanuni za maadili ya diwani e, Mungu nisaidie. Nitahifadhi, nitalinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria za Tanzania, maadili ya madiwani na kanuni za kudumu halmashauri. Mimi Jafari Muhamedi Ganga nathibitisha kwa dhati kwamba nitaitumikia halmashauri ya mji wa Kondoa kwa wadhifa wangu wa udiwani na kwamba nitahifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria za Tanzania, maadili ya madiwani na kanuni za kudumu za halmashauri. Mimi Maati Machera Matawi nathibitisha kwa dhati kwa kwamba nitaitumikia halmashauri ya mji Kondoa kwa wadhifa wangu wa udiwani na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nitaitumikia halmashauri ya mji Kondoa kwa wadhifa wangu wa udiwani na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, sheria za Tanzania, maadili ya madiwani na kanuni za kudumu za halmashauri. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tumemaliza zoezi letu la waheshimiwa madiwani. Sasa sio madiwani wateule tena, sasa hivi ni waheshimiwa madiwani.